wa rahmatullahi wa barakatuhu. katika E, karibu katika darasa za somo la tauhidi ama somo la itikadi e, ambapo tunasoma katika kitabu cha Khudh Aqidataka min alkitabi wassunna, kwa idhini na taufiki ya Mwenyezi Mungu azza wajalla, tuko katika darasa nambari sitini na moja katika ukurasa wa 29 katika kitabu hiki chini ya unwani inayosema mata yantasiru lmuslimun. Ni vipi? Ni lini watanusurika au watapata ushindi Waislamu? Yani, ni lini watapata ushindi dhidi ya maadui zao? <coughs> Je, yeah. E, kwa anwani hii ina maana waislamu wana maadui nam. Waislamu wana maadui kwa sababu E, dini ya Uislamu ni dini ambayo inapita katika mapito ya manabii na watu wema waliopita. E, ni dini ambayo inajikita katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, na e, kama ambavyo wema una watu wake, na ambao wanasimamia wema na kuutangaza wema, kadhalika ubaya una watu wake ambao unasimamia ubaya na kuutangaza ubaya na kwa hivyo hawa watu wabaya hawapendi kukatazwa mambo yao mabaya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akasema, wakadhalika jaalna likuli nabiina aduan min almujrimin, hivyo ndivyo ambavyo tulijalia. Ni kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tokea zamani, tumejalia kwamba kila nabii alikuwa ana maadui, sio katika wema, bali alikuwa ana maadui katika watu wabaya e hii inaashiria na inamaanisha kwa lugha ya wazi kwamba kila e, kadhalika itakuwa hivyo hivyo kwa kila ambaye atapita mapito ya manabii e, hii inaashiria kwamba itakuwa hivyo hivyo kwa kila ambaye atapita mapito ya manabii na yeye naye atapata maadui katika watu wabaya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wale waliokufuru wali wanatoa mali zao ili kuiblok njia na kuikinga na kuizuilia njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani harakati za dini. Kwa hivyo, historia inaonesha hivyo. Nabi Isa alikuwa na maadui, Nabi Ibrahim alikuwa na maadui, na kila nabii alikuwa na maadui. Kadhalika wafuasi wa manabii wana wao waliwekwa katika hilo hilo fungu la kuwa ni maadui wa watu waovu. Kwa hivyo e, suali letu katika darasa yetu hii, mata yantaswiru lmuslimuna, ni wakati gani watapata nusura wa waislamu kutoka kwa mwenyezi Mungu subhanahu wataala, akawanyanyua na wakawa dhidi na, na wakawa juu ya maadui zao wakawa na nguvu na na ushindi na maadui wao wawe ni dhaifu mbele yao na wakawa wameshindwa. Anasema katika jawabu hapa, yantasirul muslimuna idha raja'u ila tatbiqi kitabi llahi kitabi rabbihim, watanusurika Waislamu na watapata nguvu na ushindi na utukufu na haiba pale watakaporejea <coughs> yani, hali ya Waislamu hii leo duniani e, tukiongea kwa lugha ya jumla, wameacha nani, hukumu ya kitabu cha mola wao, hata katika masala ya migogoro ya ndoa, migogoro ya kifamilia, migogoro ya kijamii e, migogoro ya kitaasisi e, wanaacha ku, nini, ku, ku, kutobiki ama ku practice E, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yao, hawahukumiani kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu Jalla, wala katika masala kama ya mirathi, na haya ni masala makubwa. Utakuta watu hawahukumiani kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawarithishani kwa mirathi ya Kiislamu, wala serikali zao hazijawalazimisha na kuwabana kwamba wahukumiane kwa, kwa sheria za, za kitaghut ama kwa sheria za kibinadamu, lakini bado yani wa idha duu ila llahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqu minhum muridun. Wakiitwa katika kitabu katika hukmu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu jalla wa ala na Mtume sallallahu alayhi wa sallama wanapuuza. Kwa hivyo e, waumini wamekikimbia kitabu chao. Waqala ar rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha lqurana mahjura, ya rabbi hakika watu wangu wameifanya Eh, Qur'ani hii ni yenye kuhamwa, hawaisomi na wakaielewa na wakaifanyia kazi wengi katika wao, na hilo ni jambo linalowapelekea wakose izza na utukufu. Omar radhiallahu anhu anhu anasema nahnu qaumun a'azana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu jalla waala ametupa nguvu kupitia Uislamu. Alikuwa anamaanisha nini yani hawa Waarabu wa, wa Kiquraish Waarabu wa Maka walikuwa ni madhaifu, hawakuwa ni ni wenye, ni wenye mizani na uzito ni mbele ya mataifa makubwa kama kina Rumi na kina Furus wakati ule ambao ndio walikuwa super power kwa wakati ule, hawakuwa ni chochote mbele yao, wala walikuwa hawezi kuthubutu kupambana nao, lakini walipo alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa E, wakawa, watu hawa hawa waliokuwa ni wanyonge wakati wa upagani wao, walipoingia katika Uislamu wakapata izza na nguvu. Kwa hivyo Umari akanoti kwamba sisi kumbe nguvu, yenu, nguvu yetu inatokana na Uislamu. Kwa hivyo akasema nahnu qaumun, sisi ni watu ambao aazana Allahu bil Islam, ametupa nguvu na ametutukuza na ametupa haiba Mwenyezi Mungu jalla wa Ala kwa Uislamu, famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi adhallana Allah Vyovyote tutakavyotafuta utukufu nje ya dini yetu nje ya mifumo na sera za Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atatudhalilisha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wajuilati adhillatu wasigaru ala man khalafa amri, na Mwenyezi Mungu jalla waala amejalia na amekadiria udhalili na unyonge eh, kwa kadri ambavyo watu watakhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakikhalifu sana watakuwa wanyonge sana, wakikhalifu kidogo au kwa kati na kati, utukufu wao na unyonge wao itakuwa ni kwa kadri ya vile walivyoamiliana na dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, yani, hii ni jawabu ya msingi kwamba watanusurika waislamu na watapata izza ya Mwenyezi Mungu Jalla waala na watapata kuungwa mkono na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, idha rajau watakaporejea ila tatbiqi kitabi rabbihim, kufanyia kazi kitabu cha Mola wao. E, tatbiqi ni, ni kuwa matendo yao na maisha yao yaendane sambamba na kitabu cha Mola wao walichoteremshiwa ili waishi kwa mujibu, kwa mujibu wake wasunati nabiihim na mafundisho ya mtume wao, yani Muhammad sallallahu wa akhadhu binashri tawhidi kadhalika katika sababu za kupata nguvu ni, kus, ni, ku, ni wawe na miradi wawe na, na masharii e, za dawa e, vikundi vya kidawa ambavyo vinaeneza e, dawa ya tauhidi ya kumpekesha Mwenyezi Mungu Jalla waala na kukataza shirki wa Uh, wahadhiruu mina shirki, na wakawa na tahadhari kutokana na shirki uh, ala ikhtilafi madhahirihi, kwa aina zake zote. Waaadu liaadaihim mastatau, na wajiandae dhidi ya maadui zao kiasi wawezacho, min quwa, katika nguvu, nguvu ya silaha, nguvu ya mali, nguvu ya nini, hujja na, na ilmu uh, kwa nguvu zote ambazo e, zinatumika katika, ku, katika sababu ya kupata nusra. Qala llahu taala, Mwenyezimungu subhanahu wa taala anasema: ya ayuha ladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi ambao, ambao wameamini. Intansuru llaha yansurukum, ikiwa mtamnusuru Mwenyezimngu atakunusuruni. Hii ni lugha ya mafumbo Mwenyezimungu azza wajalla ametumia, anamaanisha ikiwa mtanusuru mta dini ya Mwenyezi Mungu jalla wala, Mwenyezi Mungu atakunusuruni nyinyi kwa kuinusuru dini yake. Ama mkiitekeleza mtakapoiteke mtakapoiteke e, mtakapoitelekeza dini yenu na mkaiwacha mbali e, ika ikadhalilika mkawa mnashughulika na mambo ya dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wataala atakudhalilisheni. Kwa hivyo anasema Ee, ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu jalla waala atakunusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, na atathibitisha miguu yenu katika ardhi, yani mtakuwa mmesimama imara. Ni Surat Muhammad. Waqala aidan, na akasema Mwenyezi Mungu azza jalla katika aya nyingine, waada Allahu alladhina amanu wa amilu waada Allahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu jalla waala amewaahidi ambao wataamini katika nyinyi, waamilu salihati na wakatenda matendo mema, la yastakhlifanahum fi lardi, atawafanya viongozi katika ardhi, la yastakhlifanahum fi lardi, atawafanya ni viongozi makhalifa katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyofanya kwa wale waliokuwa qabla yao Walipo katika zama za makhalifa katika zama za, za wajawema waliopita na manabii waliposimama imara katika kuishi katika mfumo ambao Mola wao ameuridhia, Mwenyezi Mungu Subhanahu subhanah wa Ta'ala aliwafanya ni makhalifa na ni viongozi, kama stakhalafa alladhina min qablihim. Wala yumakkinanna lahum dinahum, na ataithibitisha itakuwa madhubuti dini yao alladhi rtada lahum ambayo Mwenyezi Mungu Jalla waala ameiridhia kwao, wao wala yubadilannahum min badi khaufihim amnan, na Mwenyezi Mungu kwa hakika atabadilisha khofu yao iwe ni amani min badi khaufihim amnan. Akasema e, akageneralize akajumuisha huo mfumo wa kidini ambao wataishi nao, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atawapa hizo ahadi nzuri alizoahidi, akasema yabudunani la yushirikuna bi shaia, wawe wananiabudu mimi na hawanishirikishi na jambo lolote. Kwa hivyo, nini aya hizi zimetaja kwamba nusura ya dini inapatikana kwa waumini kuchukua sababu za maandalizi, lakini kabla ya hapo e, warejee katika, e, kuishi katika mfumo wa sheria waliowekewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wakawa wana, wanatekeleza ibada na wanatekeleza miamala kwa mujibu wa sheria, wawe na akhlaki nzuri kama walivyofundishwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na na isitoshe wawaite watu wengine, watekeleze wajibu wa kuwaita watu wengine katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakemee na wakataze shiriki. Wakifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewaahidi kwamba atawapa nusura kama alivyowapa nusura waumini wa zama zilizopita katika kila zama miongoni mwa zama za manabii waliopita. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalieni kusikiliza maneno na kufata aliyo mazuri yake. wa sallallahu wasallam wabaraka wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.